mbili au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako, uh, bora cha habari. Jina langu naitwa Dorcas Daniel ambaye asubuhi leo nitakuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hadi tamati nikikufahamisha yapi yamejiri yakapata wasawa kuandikwa katika nakala za magazeti mbalimbali asubuhi mbali ya ya leo, shirika wetu ni Kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukomani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukukaribisha katika ibada zao kama ambavyo watakuwa Jumapili. Wana ibada mbili kwa kawaida saa moja na e, saa kamili asubuhi hadi saa tatu ni ibada ya kwanza, saa 4 kamili hadi saa 6 mchana ni ibada ya pili, hivyo unakaribishwa ibada hiyo. Pia itakuwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online, kadhalika Rev Elingarami S. Munisi Online TV. Karibu tuangazie sehemu ya kwanza ya eh, magazetini leo, iliyo mahususi kabisa kwa habari za eh, kitaifa na za kimataifa. Ndugu mtazamaji, popote hapo ulipo nikianzia gazeti Taifa Leo, habari kubwa inasema ndoto mpya ya Ruto. Ni habari ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa leo, ndoto mpya ya Ruto. Haya, naondoka hapo nikiangazia eh, habari nyingine. Habari nyingine inasema bei ya mahindi ya panda. Eh, sawa, bei ya mahindi ya panda, Kindiki na Gashagwa wakabana Kamata nakala yako uweze kufahamu kwa kina, kwa nini Kindiki na Gashagwa e, wa kabani. Nakala hii e, itakupatia undani wa habari hiyo kwa kina. Sasa naondoka hapo nikiangazia habari nyingine inayosema muungano wa upinzani wa upinzani wa kejeli ahadi hewa. E, muungano wa upinzani wa kijeli ahadi hewa. Habari imetajwa vile vile katika gazeti hili, vyama vipya ishirini na vitano vyasajiliwa, thelathini vya tuma maombi, kwa mujibu wa gazeti Taifa Leo. E, unaweza kujipatia nakala hiyo mara moja kupata habari hiyo kwa kina. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Habari yake kuu inasema kachunguzeni, ni haki gani vijana wanataka. Rais Samia azindua tume na kusema kachunguzeni, ni haki gani eh, vijana wanataka. Aitaka pia tume kuchunguza mchango wa NGOs, vyama katika vurugu. Vilevile eh, habari imetajwa ni miongoni mwa habari ambayo inagonga vichwa vya habari hapa Tanzania tangu alipozungumza hata leo pengine na siku zijazo, lakini pia kuwatunuku kamisheni kwa maafisa wa JWTZ ni habari ambayo imetajwa hapa nem. Kiendeleza majadiliano COP30, be, e, Belem nchini Brazil. Habari imeelezwa vile vile hapa Tanzania: kufungua milango uwekezaji dawa vifaa tiba. Kiongozi wa Biafra ahukumiwa ugaidi Nigeria habari hii imetajwa katika gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Vile vile unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari hiyo kwa kina. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Majira limeandika Dr Samia, eh, nina imani na tume itatenda haki. Anasema ana imani na tume kuwa itatenda haki, ni kutokana na wajumbe wake kuwa na uzoefu, ubobezi. Mapendekezo yake kuwa ajenda ya tume ya maridhiano, azungumzia tume za nje. Haya, UNDCF yakubali kuendelea kushirikiana na Tanzania, akapinga ahidi kuwapatia watanzania matokeo. Watuhumiwa 93 kesi ya vurugu waendelea kusota Romande, watuhumiwa tisini na watatu kesi ya vurugu waendelea uh, kusota Romande. Gazeti hili linaeleza licha ya kauli ya mheshimiwa rais ya kuwa watiwe huru hao tisini na nane kulikoni? Unaweza kujipatia nakala hii kupata habari kwa kina. BOT yaongeza msukumo urasi, uh, urasimishaji huduma ndogo za fedha nchini. Vilevile kusimama kwa moyo ghafla ni habari ambayo imetajwa kama makala katika gazeti Majira uh, gazeti huru la kila siku. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Mwananchi, mtazamaji, ukurasa wake wa mbele habari iliyokolezwa wino zaidi inasema, ni zaidi ya uchunguzi. Tume vurugu za Oktoba 29 ni zaidi ya uchunguzi. Haya, habari nyingine inasema taasisi 27 za Kiislamu zaibuka na mambo 17, sba habari imetajwa ukurasa wa tatu taasisi 27 za Kiislamu zaibuka na mambo 17 Vita mamea wenye viti ya tikisa CCM. Mamia wamzika MC Pilipili pili, ndugu walia na muuaji. Habari hii imeweza kutawala katika mitandao mbalimbali ya kijamii vilevile. Nakala ya gazeti Mwananchi asubuhi ya ya leo inaandika, gazeti Tanzania Yetu, Fahari ya Watanzania, Tume ya Rais yazua mjadala Miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu kwa hapa nyumbani Tanzania katika nakale mbalimbali mbali pengine na vyombo mbalimbali vya habari na katika mitandao ya kijamii pamoja na hii hivyo utaisikia mara kadha wa kadha. Ushirikiano serikali TP, TPC wazaa matunda miaka 20. Ushirikiano serikali TPC wazaa matunda miaka 20. Serikali kupanua uwekezaji viwanda vya dawa vifaa tiba Tanzania yetu fahari ya Watanzania limeandika vile vile makusanyo sekta ya madini yafikia bilioni 430, robo ya mwaka. Nakala hii pia inakupatia habari hiyo kwa kina. Wakati huo mimi nikiangazia gazeti Wamachinga, sauti ya wanyonge, Wamachinga bwana limeandika Dkt. Samia, nendeni mkachunguze kiini cha vurugu Nendeni mkachunguze kiini cha vurugu, akitoa maagizo kwa tume aliyoiunda yeye mwenyewe. Dokta Nchimbi ashiriki uh, uwekaji jiwe la msingi ukarabati reli ya Tazara. Vilevile wazee Tanga waonya vijana kuwacha mihemko katika maamuzi. Habari hii imetajwa katika gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wake ndani unaweza kuangazia kwa kina kama tu utahitaji kufanya hivyo. Gazeti Darasa Huru, Dira ya Maendeleo. Gazeti hili limeandika, Rais Samia aitetea tume ya Jaji Othman Chande. Haya salala yaitika. Patrick Mahona atoa fomu kuwania uwenyekiti. Ibanda, hifadhi yenye maajabu yake. Habari hii imetajwa hapa. Kuna viumbe wanaotisha baharini. Habari picha naonyesha mojawapo ya viumbe hao. E, kuna viumbe wanaotisha baharini. Kamata nakala ya gazeti darasa huru. Huyu ndiye pimbi anabuya sumu na anaishi. Darasa Huru limeandika huyu ndiye pimbi, eh, anabuya sumu na anaishi huko mtaani. Tumekwisha kusikia mara nyingi watu wakiitana pimbi pimbi bila kufahamu hata maana yake. Fanya uchunguzi kwa kina. Gazeti Habari Leo e, guiji la habari Tanzania, limeandika tume vurugu za uchaguzi kazini e, tume vurugu za uchunguzi kazini, mtanange kuwania umea wa anza. Ni habari pia ambayo, e, utaisikia sana wakati huu tume e, e, kumradhi, mume aua mke naye ajiua kwa kisu. Wizara ya maendeleo ya vijana yazidi kusukwa, vijana tumieni hotuba ya rais kupata suluhu. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Na songa mbele, nikitupia macho gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Habari liokolezwa wino hasa inasema, Dk Mwinyi akabidhiwa kitabu cha picha za kampeni habari. Picha hapa inamwonyesha wakati akikabidhiwa kitabu hicho. Eh, katuleteeni kiini cha vurugu za Oktoba 29. Hayo ni maagizo ya mwenye nchi Daktari Samia Suluhu Hassan. Zeki apongeza wadau wa uchaguzi. Sultan Haitham anavyoipaisha Oman, ni habari ambayo utaipata katika gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. Sultan Haitham anavyoipaisha Oman, kamata nakala yako uweze eh, kufahamu habari hiyo kwa kina mtazamaji, naondoka hapo nikiangazia gazeti Uhuru Vijijini. Huko vijijini kunani? Rais Samia, nina imani na tume. Haya tumekwisha kusikia mara nyingi, tunasubiri tu kuona utekelezaji wa tume hiyo. Serikali yataja mbinu kuongeza uzalishaji bidhaa za afya nchini. Bari imeelezwa hapa, viongozi wa dini waishauri tume ya uch eh, tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani umeshauriwa nini? Basi kamata nakala hii uweze kufahamu kwa kina. Huku mchachu wa kosho na TPC ni habari ambayo utaipata katika gazeti Uhuru Uhuru Vijijini. Gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza limeandika Rais Samia azindua tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29. Haya ni mkiashiriki UNFCCC COP 30 be, Belem nchini Brazil habari hii pia imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza, vilevile gazeti Mwanahabari gazeti Bora limeandika tume itatoa majibu sahihi, rais Samia anaeleza hayo. Tume itatoa majibu sahihi. DC Mpogolo wataka ulinzi miundombinu ya umeme. Serikali ya awamu ya sita imejipanga kuongeza ajira kwa vijana, kauli ya Sangu. Wazee Tanga wawashauri vijana kuacha mihemko huku na mki ya shiriki sawa. Habari imekwisha kuisoma kama nakala ya gazeti Mwanahabari eh, gazeti Bora, uweze kufahamu ubora wa habari zilizopo katika nakala hii. Mimi naitwa Dorcas Daniel, mtazamaji, hii ndiyo kwanza ni sehemu ya eh, kwanza ya magazetini leo tukiangazia habari za kitaifa na za kimataifa, sasa tupate mapumziko mafupi, kwani muda pia e, muda sio rafiki. Alafu tukirejea hapa, basi tutaangazia michezo na burudani kwa uchache, kisha tuianze weekend kwa maarifa ya kiroho. Jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa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 Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. E, nikiangazia habari hizo mwanamichezo, nitegee sikio lako, lakini pia nitizame. Na kama tayari umekwisha kukamata nakala ya gazeti lolote mkononi mwako ama unatizama kupitia simu janja yako, basi twende sambamba hata tamati ya magazetini leo. Gazeti Uelekeo Spoti, leo yetu ndio kesho yetu, limeandika goli la Mzize la ibuka kidedea kaf goli la Mzize la ibuka kidedea kaf haya. Kafu yampatia tuzo Dr Samia, ni kwa uwekezaji mkubwa katika sekta ya michezo. Eh, bajabal awapania Petro Atletico. Habari hii ikitajwa vile vile katika gazeti Uelekeo Spoti leo yetu ndiyo kesho yetu, Dar City ya tikisa. Uh, kikapu kanda ya mashariki Gazeti Majira michezoni limeandika uh, kafu ya mtunuku tuzo ya heshima raisi Samia. Yanga Farabat, mechi ya kibabe kesho Zanzibar. Ni hivyo tu kunako ukurasa wa mwisho wa gazeti hili, wana michezo, hayo mnayafahamu kwa kina uh, wa wamachinga spoti lenyewe limeandika: Mzize kinara wa goli bora Afrika, Petro di Luanda, Simba ni timu kubwa Serengeti Boys inafanya mauaji Ethiopia. Geita Gold wajipanga kurudi ligi kuu haya, huku Azam wao wanasema tumewas, eh, tumewas, eh, tumewasili Rwanda, tunahitaji alama tatu tu. Gazeti wa Machinga Sporti linaandika darasa huru. Michezoni limeandika Yanga tayari kuwakabili AS FAR Rabat Jumapili, eh, Simba tutafia uwanjani. <laughs> Haya bwana, gazeti ya Habari Leo gwiji la habari Tanzania, kunako upande wa habari za kimichezo na burudani limeandika Samia ngara ya tuzo za CAF ligi kuu bara ya rejea leo mzizi aweka rekodi apongezwa, familia, wasanii, wanasiasa wa mwaga MC Pilipili. Ukurasa 21 wa gazeti hili unaeleza kwa kina undani wa eh, wa habari hiyo. Sasa naondoka hapo, mtazamaji, nikiangazia gazeti Zanzibar leo huko michezoni, gazeti hili limeandika Dr. Samia tunukiwa tuzo heshima ya CAF. Sawa, mashabiki wa Yanga Zanzibar roho kwatu KMC eh, kuwakaribisha dimbani JKT Tanzania hapa leo, Singida BS walia na baridi huko Algeria ni habari ambayo imeelezwa hapa michezoni huku, hakuna mambo mengi kama ambavyo gazeti Uhuru Vijijini nalo limeandika kwa uchache tu, likiandika wadau wa mpatano Rais Samia tuzo za CAF 2025 e, tatu ni idadi ya nchi zilizoandaa fainali za Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani yani CHAN 2024 haya Hakimi mchezaji bora Afrika 2025. <laughs> Hakimi mchezaji bora Afrika 2025. Gosi aitaja. E, Bunda Queens Mzizi yang'ara Afrika. Viongozi wa serikali, wasanii nao waongoza maziko ya MC Pilipili. Haya, naondoka hapo nikiangazia gazeti Taifa Tanzania Uzalendo. Kwanza michezoni, gazeti hili limeandika Mzize Mayele watoa eh, tuzo za mwaka 2024 2025 kumbukumbu ya Yanga ya bakuli hii hapa. Manchester City yaripotiwa kuzungumza na kambi ya Vinicius. Habari hii imeelezwa katika gazeti Taifa Tanzania. Michezoni, Rais Samia, Ruto na Museveni watunukiwa tuzo maalumu CAF. E, ukipata nakala ya Taifa Tanzania basi utasoma habari hiyo kwa undani. Sasa gazeti Mwana Habari asubuhi ya, ya leo e, limeandika Raisi Samia ang'aa tuzo za CAF. Simba kuifunga Petro de Luanda ni lazima yaani, e, hilo sio swala la kubabaisha, ni lazima basi ngoja tusubiri kuona mtanange huo. Canal Eh, eh, plus super sport kuonyesha live Afcon. Gamondi amfagilia Alfonso Mabula. Msigwa tuzo ya mzize hamasa kwa Afcon. Habari hizi zimetajwa katika ukurasa huu wa mwisho kabisa wa gazeti Mwana Habari, gazeti eh, bora. Sasa gazeti Mwanaspoti, gazeti mahususi kwa habari za Uh, kimichezo na burudani pekee limeandika: pantive ageuka mbogo kulikoni. Uh, pantive ageuka mbogo. Uh, soa mkwala kazi, wanayo winga, yanga vujisha faili, yanga mzize. Uh, yanga mziki umetimia kumradhi. Uh, yanga mziki umetimia, huku amori mu mzuka mwingi. Ni habari ambayo imetajwa ukurasa ndani wa gazeti Mwanaspoti gazeti mahususi kwa habari za kimichezo na burudani asubuhi ya, ya leo unaweza kukamata nakala hii kupata habari kwa kina mimi naitwa dorcas daniel ambaye nimekuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati wengine huniita double d si mbaya hivi sasa ni saa moja na dakika hamsini na tisa saa mbili kamili asubuhi south coast sports itakuwa hewani hapa hivyo mimi naondoka hivi nikutakie weekend njema ama maandalizi ya weekend njema. Jumaa makburu.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 au sifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja.